Sasa hivi ni viashiria kwamba CCM sasa imeshindwa ime hoja, wanaleta mambo ya udini, mara maskofu wamepewa rushwa, mara huyu vipi, mara mashehe wamefanywa hivi, mara kashfa kwa mashehe, mara wanahusisha mashehe na ugaidi. na waomba Chama cha Mapinduzi, sote sisi ni Watanzania. Namwomba mrejeshi Mkuu Jakaya Mrisho Kikwete rafiki yangu na kaka yangu mwaka juzi 2013 wakati ilivyoibuka hoja hapa kuchinja ni ibada au sio ibada, mpasuko kati ya wa Wakristu na Waislamu, mauwaji yalivyotokea Zanzibar ya mapadri mwezi wa pili, mauaji yalivyotokea Shinyanga kwa wachungaji kwa, kwa mashehe wanamwagiwa tindikali Zanzibar, hali ya Tanzania sintofahamu ikawa ni tense kwenye mikutano ya vyama vya siasa, mauaji yanatokea, balozi wa, wa Vatican anapigwa bomu kwenye kanisa la Olasiti kule Arusha Tarehe tano ya mwezi wa tano mwaka juzi elfu mbili na kumi na tatu siku ya Jumapili watoto wa kafa watoto wa kafa tukawazika watoto watoto. tarehe kumi siku ya Ijumaa mwezi wa tano elfu mbili na kumi na tatu kwenye mkutano mkuu wa CHADEMA tarehe kumi na tano ya mwezi wa sita elfu mbili na kumi na tatu viwanja vya Soweto Arusha mauaji yakatokea, polisi wanauawa, raia wa vyama vya siasa, mwandishi wa habari yuko kazini David Mwangosi anauawa kikatili kule Iringa, machafuko kila kona. Ilibidi turudi kama taifa tukubali tukae. Nilikuwa mwenyekiti wa TCD, Kituo cha Demokrasia Tanzania, hoteli tarehe tisa mwezi wa saba mwaka juzi na tarehe kumi, siku mbili, siku ya Jumanne na Jumatano tukakaa tulikuwa hatufiki zaidi ya watu mia moja vyama vya siasa mapinduzi ya Zanzibar, serikali ya jamhuri ya muungano mahakama yote, bunge la jamhuri ya muungano na bunge lana la, la, la, la, la, la, baraza la, na, na, na spika wa baraza la wakilishi, IGP Saidi Mwema na timu yake. Tukakaa siku mbili tukatafakari taifa linakwenda wapi, kutafakari amani ya, ya taifa letu. Tulipokaa pale kwa muda wa siku mbili, hatukufika watu mia. Siku ya pili nilifungua ile semina tarehe tisa, tarehe kumi akaja mheshimiwa Kikwete, tukazungumza, tukafungiana ndani pale tukazungumza. Baadaye tukatoa taarifa ya maazimio yetu. Wazee mashuhuri tuliowaalika pale, wazee wa jiji, wazee mashuhuri wakina mzee Bomani, wakina mzee Salim Ahmed Salim, wakina mzee Wario na wengine wote wakina mzee Msekwa waka, wakatoa mawazo yao. tulikuwa na kina mzee Mangula wote. Tukakaa siku mbili, hatukuwa zaidi ya watu mia lakini baada ya kukaa na kutafakari kwa pamoja tukamaliza pale, tukaondoka tuko pamoja. Hakuna mauaji ya padri yametokea, hakuna kumwagiana tindikali. Alafu wakawa wanasema hapana, ni magaidi wanafanya vitu hivi. Mbona tulikaa sisi wakubwa, tunaojiita wakubwa, hatukufika mia moja? Baada ya kuridhiana kwa siku mbili, hakuna mauaji kwenye mikutano ya vyama vya siasa, hakuna umwagaji unaohusishwa na siasa wa jeshi la polisi, achana na ujambazi mwingine, hakuna kumwagiana tindikali hakuna kulipasua taifa la Tanzania. Ni waombe wa Tanzania ambao ni zaidi ya milioni arobaini na sita wasiruhusu watu wasiozidi mia moja walipasue taifa la Tanzania, ambao hatuzidi mia moja, na tujue kwamba Tanzania ni yetu sote. Na naomba wale walioitwa wapumbavu na malofa, tulioitwa wapumbavu na malofa, maamuzi yetu na viongozi wa dini wasiwajibu watu hawa wanaotaka kupasua taifa la Tanzania, wafanye maamuzi sahihi kwenye sanduku la kura na tano ya Oktoba mwaka huu ili Jakaya Mrisho Kikwete aweze kukabidhi madaraka kwa amani na utulivu na